Karibu wapendwa wa channel Congo Orient 26 News. Hatua mpya katika njia ndefu ya kutafuta amani kati ya taifa la Congo na jirani yake Rwanda, Afrika ya kati. Kwa sasa uliosainiwa ni mkataba wa amani wa awali, yaani unaotangulia mkataba kamili wa amani, huko jijini Washington DC, mji mkuu wa Marekani. Sahini ilitiwa siku ya tatu tarehe 18 mwezi huu na wajumbe wa kidiplomasia wa serikali ya Kigali na Kinshasa, ila safari bado ipo sababu baada ya hawa itabidi pia mawaziri wa mambo ya nje toka taifa la Rwanda na Kongo wa ukubali mkataba huo pia kabla kutangazwa na kutiwa hadharani. Mkataba wa amani wa awali huu unaotangulia mkataba wa amani kamili ulisainiwa chini ya uangalizi wa makamu kalani wa serikali ya Marekani, Alison, anayehusika na masuala za kisiasa barani Afrika. Hatua hiyo mpya imefikiwa baada ya mabishano ya siku tatu mfululizo kabla kukubaliana Mkataba wa amani wa awali uliosainiwa unaambatana na mapatano ya mwezi wa nne tarehe makumi mbili na tano mwaka huu ambao ulikuwa na vipengee vitano. Cha kwanza ni kuheshimu mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uhuru wa taifa hilo pia la katikati ya bara la Afrika. Cha pili ni kusimamisha vita. Cha tatu ni kupokonya wapiganaji silaha makundi yote ya wapiganaji wa nje. Nne ni kuundwa kwa kamati ya zoezi la kurejesha wapiganaji kwa maisha ya kawaida ila kwa masharti, na kipengee cha mwisho ni kuunda tume ya kiusalama kwa ufuatiliaji wa matekelezo ya mkataba huo wa amani. Tume hiyo itokuwa na jukumu la kutoa habari ya maendeleo ya hatua zinazopigwa kwa utekelezwaji wa mipango yote ya utekelezwaji wa mkataba kwa utawala wa Kongo na ule wa Rwanda. Ni hayo wajumbe wa nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliwahi kukubaliana jijini Rwanda mji mkuu wa Angola mwezi wa Oktoba 2024. Pamoja na hayo, kitangazo cha pamoja kilichosainiwa na wajumbe wa Kinshasa na Kigali huko Washington nchini Marekani siku ya 3 Juni 18 na kilichowekwa kwenye mtandao rasmi wa serikali ya Marekani, kitangazo hicho kimefafanua kwamba mkataba wa amani wa awali uliosainiwa na wajumbe wa nchi hizo mbili utabidi usainiwe pia na mawaziri wa mambo ya nje toka serikali ya Kigali na Kinshasa, na itakuwa chini ya uangalizi wa kalani wa serikali ya Marekani anayehusika na masuala ya kisiasa barani Afrika afahamikaye kwa jina la Korobio. Zoezi hilo la pili linatazamiwa kufanyika tarehe makumi mbili na saba mwezi huu katika muji mkuu wa Marekani Washington DC. Sanjari na hayo sahini ya mwisho itotiwa na marais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzie wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Chisekedi, hapo itokuwa chini ya uangalizi wa Donald Trump, rais wa Marekani. Sahini ya Rais Kagame na Chisekedi inatazamiwa kutiwa mwezi huu wa saba ikiwa mpango huo hautoingiwa na mabadiliko yoyote.